Kwanza sababu za msingi za mtu kukaa siku nane? Kwa sababu ukiangalia tatizo hapa linalozungumzwa ni kwamba mawakala wetu wa forodha inaonyesha hata wanaporuhusiwa magari yaende, kwa mfano hizo container. Hawataki ziende muda ule ulioruhusiwa, wanataka zidelay ziende muda wanaotaka wao. Kuna nini, ama wanatuibia au wanafanya ujanja wa kuibia? Kwa sababu hata jirani yako akiibiwa unakuwa unajiandaa kuibiwa wewe au sio? Na sisi lazima tuwe wakali kwenye eneo hilo. Kwa nini hao mawakala kupeleka magari kule upande wa Zambia? Kwa sababu sisi hapo hamna tunachopata, hasara. Kodi yetu yote tumesha kolekt, tumesha kusanya wapi na ushuru Dar es Salaam, alipoloji document, sisi kila kitu tumepata. Husikii kelele za kutoka upande wa Zambia, kutoka upande wa nchi jirani kuja Tanzania. Tumesikia kelele, kelele ni mizigo inayotoka ambayo hapa inatakiwa ihudumiwe na nchi jirani sasa inaelekea wenzetu hawa wa forodha kule nchi jirani wana vitu ambavyo ndio wanavi, wanavifanya vinatukwamisha. Sisi hatuwezi kukubali gari zetu zikae hapa zaidi ya muda ambao unatakiwa kukaa, kwa sababu ya uzembe wa mtu ambaye anatakiwa kuwajibika na kazi yake ee, yeye sio kuhangaika na hivyo vitu. Ndio maana tumekuja, tumewaita hapa watueleze hapa, tujue mzizi, nini tatizo. Naitwa Hassan Dede mwenyekiti wa chama cha madereva wa masafa marefu nchini Tanzania, Tanzania Long Distance Truck and Bus Drivers Association. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna jambo hili ambalo tumekuwa tukilifanya mara kwa mara, ambalo vikao vimekalika, lakini matunda yake bado hatujayapata ya sisi kama dereva. Changamoto zinazidi kurudi pale pale pale, tukitoka zinarudi, lakini tukiwepo changamoto zinaisha. Tuna experience na hili jambo, tulishakuja hapa mwanzo kabisa akiwepo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Waziri Kindana, tulipeana mawazo hapa na viongozi waliokuwepo kipindi hicho, na tukaingia field kuona kwanza changamoto iko wapi. Hatuwezi kutatua changamoto bila kuona chanzo cha chini cha hili tatizo ni kitu gani. Tuliondoka tukaenda mpaka huko kwenye maeneo husika, tukaona yanayofanyika, hatimaye tulikuja na majibu. Changamoto ni, ni, changamoto ni kwamba madereva au wasafirishaji magari yanatoka Dar es Salaam, dokumenti zote zimekamilika, sawa. Nikifika mimi napaswa nichukue dokumenti, ni mkabizi kopi yangu, nikabizi meneja wa TRA au nikabizi TRA ili ishughulikiwe upande wakwendo wakwendo wa Zambia, lakini matokeo yake dokumenti zile sizikabizi mimi kwa afisa wa TRA na zikabizi kwa Agent Agenti, ndo anaanza kukaa nazo kuzishughulikia ili mimi niweze kuvuka upande wa pili. Matokeo yake nakaa kwenye, kwenye parking, au kwenye foleni siku saba mpaka siku kumi na nne. Tukasema hapa kuna tatizo. Tatizo liko kwa hawa wangwana wanaosimamia wanaochukua dokumenti zetu. Kwa nini nasema hivyo? Dokumenti zimekamilika upande wa Tanzania, inakuwaje zije zikae agenti wa Tanzania? Huyo huyo ndo anachukua dokumenti zetu, na wakati anaposa kuchukua dokumenti ni ule upande wa pili ambako sisi tunapeleka nini? Tunapeleka mzigo, hatufanyiwi hivyo. Tulicho kifanya tukasema hemu, tupeni nafasi nyinyi maagenti, akiwepo mzee wetu Msangi, tupeni nafasi tufanye na viongozi tuone hili jambo linakwendaje. Ilikaa hapa Tunduma mwezi mmoja na siku ishirini na moja tulimaliza tatizo la foleni hapa, na tukaweka utaratibu mzuri. Tukawakabidhi boda yao, kama bana, foleni imeisha, si ndiyo? Mimi naondoka, foleni hakuna. Tunahitaji kila siku wewe hivi. Baada ya miezi kadhaa, foleni iruti, wakaja wenzangu wakatumia utaratibu tuliotumia, foleni ikaisha. Leo tena tumerudi tena hapo, katika kurudi hapo kwa kikao hicho cha kuhusiana na foleni. Leo kwa siku ya leo me, tumekuja leo foleni pale hakuna. Wakijua kwamba leo watu wamekuja na wako stress na jambo hili. Kwa hiyo foleni hii ni ya kutengeneza, sio kwamba foleni hii kuna kuna, kuna kuna kuna, kuna, changamoto upande wa hawa watu afaloza, wa followers si upande wa customer kutilia document. Foleni hii ni ya kutengeneza kwa sababu sisi tunakuja, kila kitu kimekamilika. Lakini kama sio kutengeneza, kuna kitu gani? Mheshimiwa, tuulizane hapa. Kwa nini tukija foleni zinaisha? Kwa nini tukiondoka foleni narudi? Shida iko wapi? Naitwa Ramadhani Selemani, chama cha wafanyakazi madereva Tanzania, TADU. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kumbukumbu za kikao cha mwisho tulichokaa hapa, kuna maelekezo ambayo uliyatoa, lakini inanisikitisha maelekezo yale ambayo tulikubaliana hapa kwenye kikao na ukaelekeza, sidhani kama anatekelezwa. Maelekezo ambayo uliyatoa ni kama yafuatayo: dereva akitoka bandari ya Dar es Salaam akija Tunduma, dokumenti moja aipeleke TRA, moja iende kwa agent. Lakini hilo halifanyiki. Maelekezo mengine tulisema gari zenye mzigo wa kwenda Kongo na Zambia sio za kwetu, ni za upande wa Zambia, zivuke ziende zikasubirie huko upande wa Zambia, lakini hayo hayafanyiki. Na haya ndio no yanayoleta haya maneno maneno ambayo yanaendelea upande wa huko kwetu kwa madereva na hizi changamoto za foleni. Sasa hatujui nani kikwazo na ajenti huyu ambaye yeye tayari amesha klia mzigo bandari ya Dar es Salaam, inakuwaje tena hapa achukue dokumenti, wakati sio anaklia mzigo ambao unakwenda nje. Hizi gari zikiwa na mzigo wa kwenda nje sio zetu, wanatakiwa wakaclear upande wa pili na gari zende upande wa pili. Sasa ajenti watuambie ni nini kikwazo kinasababisha dokumenti hizi zinabaki kwao na gari zinachelewa kuvuka kwenda upande wa pili. Asante ni kwamba wingi wa magari huu haujaja kwa kubahatisha. Ni kwa sababu ya ufanisi bora wa bandari ya Dar es Salaam. Kwa msimu ambao mama anafanya kazi vizuri, ndio tumeona ongezeko kubwa la magari ya kigeni yakija kwenye bandari yetu tofauti na huko nyuma. Kwa hiyo tukubali tukatae, tutakuwa na wingi wa magari. Sijui kama ni laana ama ni baraka, lakini mimi naamini ni baraka, kuwa na magari mengi na mji wetu wa Tunduma unafanya biashara, lakini pia vile vile na magari kukaa huko sio laana kwa sababu ndio maana kuko na biashara, ama gari angepitiliza kwenda kule kusikuwa na biashara huku Tunduma singekuwa inaonekana. Kumbe tunatakiwa tutafute the best way, tufanye nini ili barabara itumike kwa watumiaji wengi wengine wa barabara, na sisi magari yetu yapate kwenda, tusinyoshe mtu kidole. Ili ndio nilikuwa naliona mkuu wa mkoa kama solution, lakini huyu um, kwa nini maajenti wanashika dokumenti zetu? Sio dokumenti zao, dokumenti tunatengeneza sisi, watengeneze TRA wanakuja ya, sisi, kwa ya, nani? ya <laughs> ni wanahakiki tulichokitengeneza, yes. Sasa <laughs> na nilikuwa namwambia <laughs> tu, huyu anafikiri labda kule Dar es Salaam. Hapa dokumenti ni TRA, ni sisi tunatengeneza, ndio tunatafuta wateja. Ndio maana gari isipofika hapa TRA, mtu wa kwanza kumuuliza ni mimi agent: gari hii iko wapi? Ya tm a yes, kwao nilikuwa naliweka sawa tu ili mwenyekiti mkuu wa mkoa kwamba sifikirie kwamba dokumenti natakiwa ashike, ni shike mimi mwene nayo ili nitoe bondi yangu hapo. Tunaweza tukatoa mfano wa Rwanda tukatoa mfano wa Burundi tukatoa mfano wa Kenya tukatoa mfano wa Uganda. Sisi tunatengeneza dokumenti moja, manager ameeleza vizuri, inaitwa single custom territory kwa sababu kw kwa kwa mujibu wa wa wa sheria za forodha, sisi ni nchi moja. Mzigo unapotoka hapa kwenda Kenya, hauendi kwa export kama vile unavyoenda Zambia, unaenda kama transfer, yani tunahamisha mzigo mmoja, mzigo kutoka nchi moja kwenda nchi ile ile, lakini kwenye sehemu tofauti. Sasa nije kwenye kesi ya Zambia. Unaweza ukatoa mfano wa Malawi au nchi nyingine ikawa tofauti. Rwanda, wakifika wanaenda haraka. Kwanza tuna document hii inaitwa single custom territory. Gari ikitoka Dar es Salaam pale, ikifika pale mpakani Rusumo ni kama anapaka gate pass kwa kwenda, kwa sababu tayari mzigo umeshalipiwa tayari Dar es Salaam. Hali kadhalika naenda Uganda, Zambia kwa sasa hivi na Malawi wameomba kuingia kwenye central corridor, na baadaye tulikuwa na watu wa East Africa Trademark ya. Na nami nilialikwa wataingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Watakapoingia pale, mizigo yao itafuata mfumo kama inavyoenda Rwanda na Burundi. Kongo aliwahi kujiunga na na na na hiyo wakati wa Kabila, lakini kwa sababu alikuwa hajatoa elimu ya kutosha ndani ya tuwe na mpango mkakati wa ku tafuta ufumbuzi kwa ajili ya kusaidia hawa madereva, wanapata tabu sana hapa. Nafikiri tumeshazungumza sana, tuende kwenye ufumbuzi, pengine inaweza katusaidia. Kunyoshana tu vidole hakuwezi kutusaidia sana, twende kwenye ufumbuzi. Nini tufanye angalau kupunguza hii hali iliyoko hapa? Asante sana. Kwa hiyo nadhani kamati wako. Sawa. Au sio? Sawa. Eh, huyu hapa. Wewe utatutafutia mtu anayehusika na biashara mmoja, lakini utatutafutia na mwanasheria sawa, mkurugenzi, alafu RSO mtu mmoja, RPC mtu mmoja, na TAKUKURU mtu mmoja, na uhamiaji mtu mmoja alafu na TRA forodha mtu mmoja. Nani? Zaoro. Zaoro utaingia. Fanyeni hiyo kazi tujue exactly what's happened. Haya magari yamekaa siku sita na mengine yamekaa siku nane. Dokumenti zilifuata taratibu, wapi palichelewa, wapi pameenda sawa. Tumeelewana, tunawapa siku mbili. Leo kesho, Aliamisi, tupe ripoti kwa sababu sioni kitu kigumu. Zaoro, we ni expert kwenye eneo hilo, na bahati nzuri meneja msaidizi wa forodha amekupa mamlaka ya kuingia humo, wewe utajifunza humo humo forodha inafanyaje kazi, na wote niliyosema. Leo kesho, kesho kutwa jioni, kesho kutwa tunakutana hapa jioni, hata kama itakuwa saa moja hapa mtusomee, tujue tatizo lilikuwa nini? Sawa, tumeelewana. Hata kesho, kwanza mnaweza mpaka saa sita mchana. Tufanye kesho, kesho saa kumi na mo mbili jioni, saa kumi na moja nitakuja hapa, maana nitakuwa natoka Ileje, nitakuja hapa saa kumi na moja na nusu tuwamalize, tusikae hapa, tunapiga dildar, kumbe kuna watu watatupigia dawa ya mbu ile ya duara, si ndio? Eh, nadhani hiyo itatusaidia, tumeelewana.